Mwenyezi Mungu anazungumzia katika aya hii akisema, Allah ndiye ambaye amekuumbeni, thumma razakakum, kisha akakupeni riziki, thumma yumitukum, kisha atakufisheni, thumma yuhyikum, kisha atakuhisheni, mtakuwa hai. Hal min shurakaikum man yafalu min dhalikum min shaiin, je, kuna katika washirika wenu wanaweza kufanya hivyo chochote? Ha, jibu ni hakuna basi subhanahu wa ta'ala, amma yushrikun, utakatifu wa Allah. Basi Allah ametakasika na vile mnavyo mshirikisha navyo.